ma ya mvua kwetu, lakini huenda utaona mvua inakuja, unafikiri neema, kumbe ni itakuwa balaa na itakuwa gharqa ila akhiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tabia yake, ndugu zangu na Waislamu, kila anaona mawingu ya mvua inakuja, ilikuwa anahuzunika, mpaka Aisha radhiallahu anha mwambia Mtume, kwa nini unahuzunika? ni mvua sio inakuja tu. Anasema, umejuaje? kama mvua hii inawezekana upepo na upepo ambaye itaangamiza sisi. Alafu kamtajia Suratul-Ahqaf, Suratul-Ahqaf, hao watu, Suratul-Ahqaf Mungu ametaja mvua hajapata miaka mingi. Siku moja mona mawingu ya dalili ya mvua amefurahi, wanasema hadha ardhun mumtiruna, hii mvua inakuja kwetu. tabata mvua, Mungu anasema bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha adhabun. Mungu anasema mwingine, akia mvua kheri kum man yashari mvua takiwa ombe Mungu kheri na Mungu aweke balaa kwa nchi yetu na watu wetu na Waislamu zote bembeni, inshaallah. Ilikuwa inwani hotuba yangu. Na mvua kama nyesha, ni dua inakubalika kuja, kama imekuja hadithi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mvua kama nyesha, omba Mungu Subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sharti, sio wewe mwizi. Nguo umevaa umetabeli, chakula nakula umetabeli kiwanja helo mtabeli nyumba, kila kitu chako mtabeli, wewe mwizi, Mungu hawezi kubali dua zako, hata fanya nini. Na Mtume anasema hivi, mtu amtoka safari mbali kabisa, nywele yake ni na vumbi tememem nitosio tem timtim tem Allahu akbar, Allah. Allah. Mechoka ananyoa mkono sema e Mungu, eh, Mungu nipe nisaidie. Mungu anasema chakula na kula ni haram na mvazi amevaa haram, kila kitu haram, na yeye ameelelea katika haram bibi. Mungu atakubali atamjibu dua zake? Sasa mshtahidi, tule halali, tuombe Mungu. Na mzangu ni mimi, nimeunganisha khutba kiarabu na Kiswahili. Najua liko mvua, watu sitakuchelewesha.